Habari wapendwa, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kuandaa pilau la karoti na nyama. Hivi ni viungo nilivyotumia, lakini mbele nitavitaja kwa majina. Viungo ni karafuu, bay leaf, star anise na mdalasini, pilipili manga, binzari nyembamba na iliki, supu, vitunguu maji, viazi, carrot iliyokwanguliwa, tuna mchele, chumvi, mafuta tumetumia ghee au samli, kitungu saumu. Injika sufuria jikoni, weka mafuta. Acha mafuta yachemke, kisha weka viungo vyako vizima. Viungo nilishavitaja koroga. Vikianza kupasuka, weka vitunguu maji. Kaanga vitunguu maji mpaka vibadilike rangi kwa sababu vitunguu maji ndio vinaleta rangi ya pilau na sio viungo. Vitunguu vikianza kuwa vya brown, weka tangawizi na kitunguu saumu, changanya. Hakikisha unakaanga vitunguu vyako, lakini haviungui. Ntaweka supu ili kuzuia vitunguu maji visiendelee kubadilika rangi na kuungua. Nitaweka viazi. Nitachanganya vizuri kisha nitaweka nyama. Naendelea kuweka nyama. Kisha changanya. Nyunyizia chumvi, funika, pika kwa muda wa dakika tano kwa moto wa wastani. Muda ukipita dakika tano funua, koroga kidogo, weka karoti ulizokwangua, kisha changanya. Changanya kwa muda wa dakika moja kisha weka mchele uliokwisha uosha Umeweka mchele, changanya changanya vizuri, ili mchele uenee sosio na viungo. Weka supu, au kama huna supu unaweza ukatumia maji. Kipimo ni mchele kikombe kimoja, maji kikombe kimoja na nusu, ila inategemea na mchele utakaotumia. Mimi nimetumia basmati. Funika, pika chakula chako mpaka maji yakauke kabisa. Geuza. Nikigeuza mimi juu mchele haujaiva, ila chini unaonekana umenyonya maji yaani umeiva na unaonekana hapo nitafunika, nitauacha kwa muda wa dakika kumi na tano huku nikiwa nimepunguza moto. Nitafunua chakula changu, kitakuwa tayari. Nitapakua. Huo weupe juu sio kama wali mbichi. Huo weupe ni mvuke, ukidondokea kwenye chakula, ile rangi yake inabadilika. Kama umependa video hii tafadhali, bonyeza like, acha comment na subscribe kwa mapishi yajayo. Muwe na siku njema.